Ay, kambo vipi? Ay, mambo ni poa. Uko vizuri kiasi chake, chupuchupu hapa leo. Na ni kweli, wala sio utani mwandishi wa balaa uko sei. Tume, yani ni ni chukuchuku tuweze kuangukia pua, yani katika miongoni mwa, mwa msimu ambao unanishangaza sana, lakini timu yangu ya Simba inanishangaza sana. Haiwezekani kabisa kwamba tunacheza na timu ambayo ndio msimu wa kwanza kushika ubingwa alafu na sisi tupo nafasi ya tano katika lenki ya kafu Tunaenda kutolewa au kukamuliwa mafua kabisa na hiyo timu. Mechi zote mbili Simba tumeshinda kwa tabu kweli kweli yani. sasa najiuliza swali, kama hizi ndio mechi ya kwanza kabisa raundi ya kwanza inaanza, je, uko mbele tunakwenda? Ala, klabu yangu wa Simba wananipa mashaka na mashaka wananipa. tunacheza mpira aina gani? Tumeangalia leo kama wachezaji leo wamekuwa wazito kama wamefungiwa magunia ya mchanga, wachezaji baada ya kwenda mbele wanarudi nyuma, wale vijana wanatuzidi kwa, ku, kwa kuplesi mipira muda wote na wakati wote, na hii nilihitaji nione, je mechi ya kwanza ilikuwa ni bahati mbaya? Lakini mwisho wa siku nimegundua kwamba sio bahati mbaya. Hawa vijana, hawa vijana wana uwezo mkubwa, wamekosa tu bahati na shambulia. Nasema sio leo tu ndugu mwandishi wa Tanzania wote, hata mechi ya kwanza tumeshambuliwa sana, na ndio maana tumesema sisi Simba tuna kila sababu ya kuweza kufocus kutafuta kocha ambaye atakayeweza kuja kupanga kikosi. Nimeangalia mechi ya leo, mechi ya leo imekuwa ni dhaifu kwa sababu ya kocha. Kocha ameshindwa kocha kabisa kupanga kikosi. Kuna, kuna wachezaji ambao walikuwa wamechoka, lakini y hawaoni suaauli kuna wachezaji ambao mptea kabisa, unamwona kama Abbas, Abraham Abraham au Morris, alishapotea alichoka, akitoa pass pass haifiki, hamfanyii sabu, anaenda kumtoa Jonathan Soa, anamwingiza Desem Kwala. Desem Kwala anaenda kila kila mpila anaenda kup ana kupoteza tu, lakini tunajiuliza swali, yeye Moroko hajaona Simba kikosi namna jisi kilivyo? Kuna Selemani mwalimu kuna Nabii Kamala Sumadhuri, kuna mahema ambayo wachezaji wenye uwezo mkubwa sana, lakini tuna wachezaji ambao wamepotea katika ramani kabisa, wakini Moroko anang'ang'ania. Nimekubali kusema kwamba kweli Moroko hana uwezo wa kuwa kocha mkuu hata timu ya taifa, na ndio maana tunapoteana hata timu ya taifa, na ndio maana tunapoteana kwenye chani tumepotea. Kwa sababu moja tu, wachezaji wanatumia nguvu nyingi, wanatumia kizana nguvu zao, sio wanatumia njia au falsafa ya kocha. Tumalize na awa, umemwonaje leo watu wanamzungumza vibaya? Chance awa ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana, ni wazuri ambao wanaweza kufunga na kufanya chote, lakini chance awa ana madhaifu ambayo, katika mpira wa movement, yani mpira wa move kwenda, ukimpa afunge kwake ni changamoto sana. Chance awa magoli yake mengi magoli ambayo mipira iliyokufa na ndio maana unaona leo ameenda kukosa kama alinokosa katika mechi ya Kabingo, kama la kumbuka vizuri, ilikuwa ni vile vile sawa, kapiga chenga tu wote akapiga nje, lakini pia leo kapewa pasi nyingine haya mateso yote. Tusingefika huko light kama chance hour angeweza kuwa mtulivu katika uh, umalizaji wake. Alipewa pasi nzuri sana na Desem Kwala mshotiku, na pia akageuka, amegeuka mtu kwa pale kitu kingine bado naona kuna shida, kama kau binafsi hala anacho kwa sababu alipewa pasi ilivyomshinda, angimpa hapa mpanzu ngaliba, alikuwa yuko pembeni, lakini yeye bado kama anganiwa mpira kugeuka nayo na anataka kupiga tena mwenyewe, na kama tayari kipa yuko hapa, uwezi kufunga mpira kama ule. Kwa fwadi bora mwenye kiti mamu duniani hapigi ule mpira, angimpa pale nani, ngaliba mpanzu, mkampanzu angemalizia, lakini mwisho wa siku chansi au wakati mwingine anatupa la Ila kuna siku akiamua kutuumiza, anatuumiza sana. Leo chance aua amefunga goli mpira ambao ulokufa amecheza vizuri, lakini leo chance aua ametufanya na Simba tutoke hapo tusio na furaha, na sio hapa tu, pita huko mitaani kote, turudi mitaani, utaona na Simba wote watakuwa analaa tunaambila Yanga.